Naomba kutumia fursa hii kusisitiza kuwa taasisi zote za huduma ndogo za fedha daraja la pili zinatakiwa au zinalazimika kujiunga na taasisi au chama kimojawapo kati ya Tamfi au Tamiu ndani ya kipindi cha miezi sita, na zoezi hili linatakiwa kutekelezwa kuanzia leo tarehe moja Julai 2025 hadi mwishoni mwa Desemba 2025. Kutokuwa na kipindi cha miezi sita, ambapo taasisi zote za microfinance institutions za daraja la pili zitatakiwa zijisajili chini ya mwavuli wa aidha Tamfi au Tamiu na baada ya hapo taasisi ambayo itakuwa haijajisajili kufikia Desemba, manake pia tutainyang'anya leseni. Lengo la kuwataka wajisajili ni kwamba kwenye masharti tuliyokubaliana, patakuwepo utaratibu wa kufanya vikao vya pamoja kujadili changamoto, kujadili mafanikio, kuweka mikakati ya kutatua changamoto hizo na kujipanga namna ya kutoa huduma za microfinance kwa wadau au kwa walaji vizuri zaidi. Kwa hiyo mtu atakayekuwa nje ya hizi association maana yake yeye atakuwa hapati fursa ya kushirikiana au kutoa mawazo au hata kupata uh, namna ku, ya kutatua changamoto za jamii. Tukio hili ninaamini kwamba litaendelea kutoa mchango chanya na mchango mkubwa katika ujumuishi wa huduma za kifedha hapa nchini hasa kwa wananchi wa kipato cha chini na wajasiriamali wadogo ambao ndio wamekuwa wateja wakubwa wa kutafuta fedha kwenye hizi microfinance institutions za daraja la pili. Ni sehemu ya juhudi zetu za pamoja katika kuweka mazingira rafiki ya kisera, kisheria na kitaasisi kwa sekta ndogo ya fedha hapa nchini ambayo imeendelea kukua kwa kasi kubwa. Taasisi hizi elfu mbili na mia sita, namna ya kuweza kuzifikia, tuliamini kwamba utaratibu huu wa kujisimamia wao wenyewe kwa kufuata misingi ya leseni ya masharti yaliyoko kwenye leseni zao itakuwa ni fursa ya kuwawezesha watoe huduma nzuri na kuendelea kuwalinda wateja wetu. Lengo ni kuhakikisha kwamba watu wote wanaopata huduma za fedha wanapata kwa viwango vinavyostahiki bila bugudha, lakini watoaji nao wa huduma za fedha wanatoa huduma zao kwa viwango vinavyotakiwa. Na pia nitumie nafasi hii kutoa rai kwa Watanzania wote kutoenda kupata huduma za kifedha kwa mtu ambaye hajasajiliwa. Kufanya hivyo ni kosa kisheria, na wewe unajiweka kwenye mazingira ambayo ni hatari e, japokuwa tunaweza tukafanya consideration ya kukulinda pale unapopata changamoto, lakini tunakulinda nje ya sheria. Hivyo tunaomba mta, mtanzania yeyote au mtu yeyote anapotaka kupata huduma apate huduma kutoka kwenye taasisi zilizosajiliwa. Kwa hatua hii na makubaliano ambayo tunayafanya leo, sisi kama watoa huduma za fedha tunaona kwamba ni is a new mileage. Eh? Tunaona kweli tulikuwa tunatambulika, lakini sasa tunajisikia kwamba sisi ni sehemu ya taasisi ya fedha na tuna, tuna nafasi muhimu sana na kutongezea wajibu wa kufanya kazi vizuri zaidi. Hatua hii inatupa fursa ya kujiongeza kwa kutumia kanuni zetu za maadili ambazo tumeziandaa sisi wenyewe. Tulikuwa hiki kitu tunakitamani muda mrefu. Tumechoka kuitwa mikopo umiza kwa sababu ukweli wa mambo sisi hatuko kuumiza. Huwezi mtu katengeneza, unajua business lazima iwe na give and take na lazima kuwe na sustainability. Tutakuwaje na sustainability endapo tunaumiza wateja wetu? Kwa hiyo aidha tunawaumiza kwa kutokujua e, lakini sasa kwa makubaliano haya na kanuni ambazo zipo, readiness tayari ipo e, lakini readiness haitakiwi ishie Dar es Salaam. Kwa hiyo kama mlivyosema, hizi taasisi ziko nchi nzima. Sasa ukiangalia Tamfi, ukiangalia Tamihu, tuna uwezo wa kuwafikia kiasi hicho wa walengwa wetu ambao ni wateja wetu. Kwa hiyo tuna imani kwa mkono wenye nguvu wa BOT na utayari tuliokuwa nao, nafikiri hilo sio tatizo, tunaamini mtatusaidia. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba hii taasisi hapa taasisi ya microfinance kwa kweli nakwenda kukua na kuhakikisha tunapeleka huduma bora kwa waraji ambao sisi ni wadau wetu, na sisi ndio tunaoishi nao katika hiyo mitaa ambayo tunafanyia shughuli zetu. Mheshimiwa gani rasmi si kweli, tulikotoka huko tumetoka katika wakati mgumu sana, tumeita majina mengi kaushadamu kabaroho sijui yaani, majina yote mabaya yamekuwa tunaitwa sisi, kama taasisi ambazo tunaamini sisi tunatoa huduma ya, ya, ya fedha. Lakini kupitia siku ya leo tunaamini sasa umekwenda kutuvisha suti nzuri, kutuvisha majina mazuri, kutuvisha heshima nzuri, ambayo hata ukisimama sasa unasema mimi naitwa Juma Thomas Mnaka, mwenyekiti wa Tamiu taifa, kwa unaonekana kweli wewe ni Juma Thomas Mnaka.